Vitu vitano ambavyo hutakiwi uviache kabisa kabisa ndani ndani ya ya ya gari gari gari gari na na na na kama kama utaviacha huenda vikasababisha vikasababisha ajali lakini vile vile vikasababisha moto moto au au au mlipuko kwenye gari lako. Kitu cha kwanza ambacho hutakiwi kabisa ukiache ndani ya gari ni ni power power power bank. Kama apa, power bank bank jamani hii hapa yoyote ile hizi hizi zimetengenezwa na battery battery battery battery ya lithium to iron batteries. Hizi battery ni adui mkubwa sana wa joto. Joto hili battery likikutana na joto kali linaweza linaweza likavimba mwisho wa siku likalipuka. Na battery kilipuka, linaweza likasababisha moto au kulipua gari moja moja kwa moja. Kitu cha pili jamani ni Lighters. Lighters bana zimetengenezwa na flammable liquids na flammable liquids zikikutana na joto kubwa, moja kwa moja zinaweza zikasababisha moto na likawasha gari lako likalipuka. Kitu cha tatu mzao, ambacho unatakiwa ukiacha kwenye gari lako ni perfume pamoja na sprays. Hivi vitu vimetengenezwa na flammable liquid na hizi liquid zikikutana na joto kali zinaweza zikasababisha moto na zikalipua gari lako. Kitu cha nne mzawa, ni glasses yani, miwani. Hii miwani jamani, ina lensi na hii kwa mfano na hii ni hatari sana, kama utaacha kwenye dashboard yako, dashboard ya gari. Ukiacha kwenye dashboard ya gari na kukiwa kuna jua kali linawaka spot na moja kwa moja, na mwanga wa jua unaweza kureflect kwenye kioo cha miwani yako na zikaenda zikasababisha spot na zikawasha zika, zika zika moto kwenye gari lako. Yaani zikatengeneza spot fulani kupitia ule mwanga wa jua ambao umekuwa distract moja kwa moja na miwani yako na ikawasha gari lako possibly ikalipua gari lako kabaki mtupu. Kitu cha tano mzawa ni chupa ya maji, chupa ambayo ina maji ndani. Hii ni risk kubwa sana mzao. Usije ukajaribu kuacha kwenye gari. Kwa mfano unaweza kaweka hapa mwisho wa siku, chupa yako imegoronguka mpaka chini na bahati mbaya ikakaa sehemu ambayo ni sehemu ya brake. Kama unavyoona chupa yangu ya maji imekaa kwenye brake. Kwa hiyo nikiwa najaribu kupiga brake, brake inagoma kwa sababu inazuiliwa na chupa yenye maji ndani. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Ukifuata hizi process ambazo nimekuelekeza leo, utanishukuru baadaye na hakikisha ume follow page hii ili uendelee kupata maneno kuntu vitu kuntu kutoka kwetu. Sisi ndo Blax Store, na sisi ndo wataalamu hizi kazi. Thank you, na nimemaliza.